Wakati hayo yakiendelea, katibu mkuu wa wizara ya Habari, Utamaduni, sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, leo asubuhi amefika katika mazoezi ya Simba katika uwanja wa Mo Simba Arena na kukabidhi shilingi milioni kumi na tano, fedha kutoka kwa rais wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan maarufu kama goli la Mama, ikiwa ni hamasa ya ushindi kwa magoli matatu kwa sifuri waliopata dhidi ya Nzingizini Ospreys kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza. Simba walikuwa Eswatini na wakashinda mabao matatu dhidi uh, ya ya timu ya Nsingizini. Sasa mabao matatu kwenye hatua hii ni sawa na shilingi milioni kumi na tano. Kwa sababu bao moja ni shilingi milioni tano za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa fedha ni kitu kimoja, lakini muhimu zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais anawapongeza sana Simba. Anawatakia kila laheri katika mashindano haya ya klabu bingo barani Afrika. Ana imani kubwa sana na Simba katika mashindano ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais amenituma niseme hivi, yeye yuko kwenye kampeni. Anakamilisha mchakato kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba wa Tanzania watakapopiga kura. Lakini haachi kuzifikiria timu zake zinazoiwakilisha Tanzania kimataifa. Na muda wote anahakikisha kwamba e, wakati timu zinacheza yeye lazima atazame michezo. Sasa akasema hili nimesema mara nyingi lakini Mheshimiwa Rais safari hii anawapongeza sana Simba kwa kuwa na kikosi bora cha mashindano kwa ajili ya mechi za kimataifa. Hazungumzii ligi ya ndani, mechi za kimataifa. Mheshimiwa Rais ana anaimani kwamba kwa Simba hii safari hii klabu bingwa kucheza fainali inawezekana. Kwa upande wake nahodha wa kikosi hicho Shomari Kapombe amepongeza hatua hiyo ambayo imefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutoa shukrani za dhati baada ya kukabidhiwa zawadi hiyo, huku akisema kuwa yeye pamoja na wachezaji wenzake wamejipanga kupata fedha zaidi Jumapili hii. Kiukweli ina, inatufanya sisi tunazidi kufanya vizuri na tunazidi kuiwakilisha nchi vizuri e, sisi kama wachezaji kuelekea katika mchezo unaokuja tumejiandaa vizuri kwenda kuiwakilisha nchi vizuri, kwenda kutafuta ushindi mwingine mzuri zaidi ambao tupt tulopata, tulopata katika mchezo wa mchezo ugenini. E, na kwa kweli nimesikia maneno ambayo yametoka yame kwa, kwa Mheshimiwa wetu sisi kama wachezaji yametuingia na tuna tunakuahidi kwamba tunaenda kuyafanyia kazi ili kuweza kufanikisha kufika fainali na kuweza kuchukua kombe hili kwa mara ya kwanza e. Hilo ni jukumu letu sisi kama wachezaji e, tunamwahidi mama yetu kwamba tutaenda kupambana kwa kadri ya uwezo wetu ili kuweza kufanikisha hayo malengo ambayo yeye alikuwa nayo, na sisi kama, kama timu na kama wachezaji tuko nayo.